Hii si, eh, iende kwa mwajiri mmoja eh, hapo. Na, na cha msingi wadada wajue wanaenda kuendelea, lakini mabosi pia wakitaka hatuna, hatuna dada ambaye ni kiziwi au bubu sawa, sendio? Mm. Sizani tushawa kumpeleka kazini dada ambaye ni kiziwi au bubu hapana. Kwa hiyo pointi ya Kemi kwamba anataka nini na hataki nini, umeelewa? Eh, ina involvu mdomo na masikio haya. Tuendelee. Okay, tunaendelea kuwasikiliza wadada wachache alafu tutahamia kwa mabosi. Karibu dada. Jukumu lako la kwanza. Wewe huna jukumu lako la kwanza kwa bosi wako? Kwa anafanya nini huko? <tipatikas> Kwa hiyo unafanya nini kwa bosi kama huwezi kuongea? Hawa anaongea anawasiliana vipi na bosi wako? Au mnawasilianaje? Lazima kila dada aliyefika hapa atuambie jukumu lako la kwanza ni nini? Maana kama husemi maanake huko kwa bosi wako Unafanya nini, unampa huduma gani? Wadada Senta, nguzo ya familia. Kwa jina naitwa Glory Christiani. Jukumu langu la kwanza kabisa katika kazi yangu, cha kwanza ni kumsikiliza bosi, kwa sababu yeye bosi ndo huwa ananipa maelekezo kila inapoitwa siku. Kwa hiyo, cha kwanza kabisa nikiamka, napenda kumsikiliza bosi wangu anataka nini kwa siku hiyo. Una, unaitwa nani? Glory Christian. Glory unamkaga saa ngapi? Namkaga saa kumi na moja. Kwa hiyo saa 11 ukiamka, okay, unaenda kwa bosi wako kumsikiliza. Hapana. Okay, tueleweshe huwa tunawasiliana kwa njia ya message. Kwa hiyo saa 11 ukiamka asubuhi, unaangalia simu. Yeye huwa kuna maelekezo huwa ananipa. Kwa hiyo kila siku anakutumia message. Ndiyo. Okay, hamna ratiba? Ratiba mimi sina kwa sababu nilipofika tu nikamwambia dada, mimi nahitaji ratiba. mm. kwa utaratibu wake wa nyumbani, ameona ratiba kwamba ni ngumu. Kwa hiyo ratiba huwa najipangia mwenyewe. Asubuhi tu nikiamka, nikishaoga, naangalia mazingira ya usafi, kufanya usafi. Nikishamaliza usafi kila sehemu basi ndo huwa namuuliza, sasa dada, wakati huyu labda unahitaji nipike nini kwa wakati huo asubuhi. Ndo huwa ananiambia. mwajiri wako yuko hapa hayupo, hajaja. Oh, okay. E. Kwa hiyo hebu tuelewe kidogo, kwasababu kuna faida, na wengine ratiba akasema ni ngumu, lakini wewe kila siku ukiamka unajua kinachotakiwa kufanyika, si ndio? E, kwa hiyo kwa nini ratiba ni ngumu? Sasa ratiba hajanipa kwa sababu hata jana, um, akaniambia hivi, mda wa kuandika ratiba sina. Okay, wewe hujui kuandika. Mimi ratiba kuandika naweza, ila okay, najipangia. Tunajua, e, sasa hapana, ndio hicho tunachokisema, kwa sababu uwezi ukasema unajipangia ndio ratiba. Hey, wewe unaweza ukatengeneza bosi wako ukamwonyesha akairidhia ukaendelea nayo kama yeye anamna. Ndio maana tunaambia wadada wote hapa, ratiba sio lazima itengenezwe na bosi We unaweza ukatengeneza kwa uelewa wako alafu yeye akaipitisha, si unaelewa hapo, sio? Maanake yeye akae yandike, we unaweza ukamsaidia. Sawa, umeelewa? Kwa sababu si unajua majukumu, majukumu nayafahamu eh. Kwa hiyo sasa shida iko wapi? Changamoto tu labda pale mm, ambayo ipo kwenye kwenye kazi yangu labda muda wa, wa kupika chakula cha jioni ratiba nyingine zote huwa najipangia, zinaenda vizuri, ila kwenye chakula cha jioni ndo shida, kwa sababu wao hawana wa utaratibu wa kwamba Jumanne, Jumatatu kipikwe nini mpaka amuulize mme wake kwamba leo nakula nini ndo akwambie okay. Kwa hiyo maana yake ratiba okay, zingine zote unajua kasoro chakula, kwenye chakula. Ehe. Kwa hiyo wanaamua muda wowote chakula gani siku yoyote e, na hapo sasa ndo huwa kwangu kuna changamoto kubwa kwa sababu mm. naweza ikafika jioni labda saa kumi au saa kumi na moja unamuuliza mm. dada, leo nipike nini mm. anakuambia nitakujibu, anakuja kukujibu kwenye muda umeenda saa moja labda, anakuambia mm. pika wali, samaki na ndizi. Sasa mpaka uviandae na saa mbili kamili nahitaji chakula, kwa hiyo inakuwa kwangu hapo mm. ni changamoto kubwa mno na hiyo na nipelekea anafanya kazi kwa ku, kwa kukimbizana na muda hmm, na hiyo hali sasa inanisababishia hata mimi kiafya kidogo, miguu huwa anasimama sana mpaka miguu inavimba hmm, na hicho kitu hadi jana nime- nimejaribu kuongea naye kwamba kwenye kwenye kwenye, kwenye kuandaa chakula muda wa kuniambia, yaani unachelewa. Kwa hiyo hmm, kwangu inakuwa ni changamoto sana okay, kwa sababu na sasa hivi hapa hii message pia itamfikia na mwajili wako, na wewe pia utaifikisha. Ndiyo. Kwa wiki umesema hapa wali samaki ndizi si ndio? Mm. Kwa wiki mnapikaga mara ngapi wali samaki ndizi? Ah, sasa ndizi ni kila siku kwa sababu mume wake huwa anapenda ndizi. Hizo hayo ni matunda si ndio? Au ndizi za kupika. Eh, sasa hapo wakati mwingine ndizi kupika. e, kupika. So, e, so okay. sa... kila siku lazima ziwepo ndio. Okay, kwa hiyo hiyo tayari iko kuna ratiba si ndio? Haya, samaki samaki sio kila siku. Ah, kwa wiki mara ngapi samaki mnakula natarajia inategemea na mwenye. Lakini uko kazini muda gani? Nakaribia mwezi. Unakaribia mwezi ndio. Lakini hata kwenye hizo ndizi huwa hmm. kuna aina anataka, siku nyingine nakwambia labda mchemsho, siku nyingine pika ndizi nyama. Si ndizi. Si ndizi. Kwa hiyo maanake lazima ununue ndizi si ndio? Ah, ndizi zinakuwepo huwa wananua. Okay. Wenyewe um, namna maana yangu, unachokisema ni kwamba yeah. lazima wewe uwe na ratiba ya vitu ambavyo kila siku vinatakiwa, alafu hivyo ambavyo vinabadilika, unaweza ukaviacha kidogo mpaka sasa mtakapo, e, niseme mtakapotengeneza utaratibu, kwa sababu kwa sasa hivi hiyo system haiweki kwako. Sijui umenielewa eh? Ndiyo. Kwa sababu hata hawezi akitaka nyama, maana yake inabidi uchemshe unga, si ndio? ndizi za nyama, kwa hiyo inachukua muda, sijui wali. Kwa hiyo point yangu ni kwamba hivyo unavyovijua sasa hivi vitengenezee ratiba hivyo vilivyobaki, inabidi mwajiri wako apate huo ujumbe kwamba ili kurahisisha maisha kwake na kwako, ili kazi zifanyike vizuri lazima kuwe kuna ratiba, kwa sababu hivyo vyakula sidhani kama vinavuka kumi mnavyokula nyumbani, na kwa wiki kuna siku saba tu. Sijui umenielewa eh? Ndiyo. Kwa wiki kuna siku saba umenielewa, saba. Ndiyo. Eh? Ndiyo. Na lazima wao pia wajue consequence, niseme matokeo ya kukucheleweshea wewe wanavyovitaka, kwa sababu huwezi ukamcheleweshea dada majukumu yake, alafu tena ulalamike amechelewesha. Lakini lazima tujue pia kuna consequence ya dada kutokujua kinachofanyika, yani muda wote anakuwa na ripo. Tunasema tumepata hiyo changamoto kwa traditional, si ndio, eh? Lakini sasa isiyo tena, hii ndio changamoto ya waajiri jamani, waajiri hata kama unakula vyakula vitatu vinne, si unaweka kwenye ratiba, dada anajua kinachofanyika. Kwa maana gani? Actually ni point tulizungumzia this week, dada anapokuja nyumbani, kiongozi kiongozi wa dada ni waajiri, ni nyinyi waajiri, ni, ni bosi wako. Sasa kiongozi wako asipoonyesha uongozi, ndio inakuwa ni changamoto. Ndio sijui, umenielewa hapo? Kwa hiyo hii ni message kwa waajiri, leadership inaanza kwenu nyinyi wa kuongoza kwa, kwa dada ajue kitu gani anatakiwa afanye saa ngapi. Kusipokuwa na ratiba, kusipokuwa na mwongozo, ndio tutakuwa na kimizana, then ukapata dada kama hivi anavyoongea. Mimi sidhani wewe kama utaweza kufanya kazi muda mrefu namna hiyo, na huo na ndo ukweli. Sisemi utaondoka, sisemi utaacha, but hii ndo reality. Hapana, utaweza kuendelea kufanya kazi namna hiyo mwaka mzima pale kwanza, changamoto pia ni nyumba, ni kubwa, usafi nini. Mwanzoni nisema da nitaweza hmm, kweli manake kweli hmm, nafanya kazi lakini mbona nakuwa kama ninateseka mno? Baadaye nikajipa moyo hmm, na naendelea kujipa moyo, lakini hmm, kikubwa mabosi wetu, kwa mfano sisi hapa Wadada Center, kuna, kuna utaratibu tumefundishwa, yaani namna ya kujua majukumu yako, kujiwekea ratiba, lakini mabosi wetu na wenyewe hawajui kuweka ratiba, yaani majukumu kukupa, kukuwekea ili ufanye kazi kwa weledi kwa usahihi vizuri. Kwenye hiyo, nao mabosi wana changamoto, yamkini wengi wamezoea kukaa na wadada wa kule mtaani. Kwa hiyo utaratibu ule, yani unakuwa ni shida kidogo, kwa sababu sisi hapa tunafanya kazi ki yani, ki niseme kielimu zaidi sisi Wadada Center tunafanya kazi kiujuzi zaidi, kielimu zaidi. Kwa hiyo tunapoenda katika nyumba, tunahitaji tukiwekewa ratiba na maana hauna kugubuziwa na bosi au wewe kumlalamikia bosi, kwa sababu unajua asubuhi ratiba yangu kwa siku moja, mbili, tatu. Asa hii ya kuwa unajiongoza mwenyewe inakuwa kidogo ni shida, kwa hiyo mimi kwa kwa, kwa, kwa mchango wangu kidogo labda kwa mabosi wale wanaokuja kuchukua wadada nadhani wapewe utaratibu kwamba ratiba ni muhimu sana kwa dada unayemchukua. Ile itatusaidia sisi kufanya kazi yani bila manung'uniko pia mm. wewe ni level gani? mie haya, mm. <laughs> smart, sawa, ndio tulikuwa tunawaza hicho kitu. Ah, jamani waajiri wamesikia ambao watatuona kwenye platforms social media, sijui na waliokua hapa wamesikia. Ratiba tumekuwa tukisema hichi kitu muda mrefu, akila sasa, mna kazi ofisini. Kwa hiyo naomba huyu uh, dada e, feedback zake bosi wake apewe kwenye follow ups, kwa sababu tunachokitaka, tusichokitaka cha mwisho ni dada kushindwa kazi kwa sababu hakuna mpangilio. Tuna dada ambaye actually, nina, tuna actually tuna story kabisa, true stories wadada wawili watatu ambao waliacha kazi kwa sababu bosi alikuwa hana mpangilio nyumbani. Sio kama hawezi kazi. Sio kama bosi hawezi kulipa, lakini wanasema hakuna mpangilio nyumbani yani, kila kitu kiko shagala bagala. Kwa hiyo maanake dada ajui anze wapi, amalize wapi, afanye nini? Hakuna mpangilio. Kwa hiyo ndio maana narudia tena, kwenye kazi za nyumbani, waajiri nyinyi ndio viongozi. Kwa hiyo maanake lazima muwe na mwongozo, muwe mna maelekezo ili waweze kufanya kazi zao vizuri. Haya, tuendelee. Mimi naomba ni naomba niwaulize maswali mabosi wetu waliofika hapa kutokana na changamoto ambayo dada Smart pale anaipitia. Uh, labda nyinyi mtuambie dada kama huyo, wewe kwa upande wa wako nyumbani kwako unamrahisishiaje? Kwa sababu sisi tunasema smart kweli anajitakiwa kujiongoza na kujiongeza, lakini sasa yule ni kwamba lazima asubiri oda yako unakula nini? Maana kujiongoza, sawa, natakiwa kupika, nina muda siku nzima wa kupika mapema, lakini siwezi kupika kitu ambacho wewe hujanipa oda kwamba nipike kitu gani. Unakuja kunipa hiyo oda usiku, giza limeshaingia kwa hiyo, hapo utamlaumu dada, utasema, wanasema ni smart, hakuna lolote. Maana ndio maneno yanayorudi uko kwenye magrupu yenu, mnatuchamba hawana lolote, wanasema smart hakuna kitu. Kumbe we mwenyewe ndo ulikuwa huna mpangilio. Labda mabosi, mtuambie kwa alichokisema dada, kosa la dada pale liko wapi au nini kiboresho? Sorry, sorry. Yani siwezi kuiacha kuisema, bosi ni traditional, dada ni smart. Ehe, jamani, hebu kwa hii changamoto hii ambayo dada akaisema nyinyi mnashauri nini kama waajiri? Maana hata kama bosi wake hayupo lakini wow, nyinyi mnafanyaje ili wadada wenu waweze kupangilia majukumu yao kwa wakati na wasijisikie kama mambo yanakuwa ni mengi na hawapati ushirikiano na uongozi thabiti kutoka kwenu ambao mmewaajiri. Wadada Center nguzo ya familia. Kwa mimi hapa kwa mimi hapa, ratiba ni muhimu. Hata kama utakapokuwa bosi kwenye mpangilio wa chakula, labda mwingine hana ule mpangilio wa chakula wa kila siku, lakini bosi, inatakiwa ujitahidi unapoamka asubuhi, kabla hujatoka kwenda kwenye majukumu yako, unampa ile ratiba ya chakula. Anaweza kawa na ratiba ya kazi za nyumbani, lakini kwenye chakula ukawa huna ile ratiba exactly kwamba hivi, hivi hivi, lakini jitahidi kwa kumrahisishia kwamba leo asubuhi kitakuwa hiki, mchana hiki, jioni hiki. Ni wewe bosi kufanya kwa uharaka. Yani asubuhi unapoamka, na wewe bosi huo una ile ratiba kwamba leo utapika hichi, unaondoka unaenda kwenye shughuli zako, kama mtu huna ratiba ile exactly kwamba monday to sunday chakula ni hiki, ni hivyo <coughs> Asante ah. Na nadhani ratiba ni muhimu sana kwa kila nyumba, kwa hiyo kuna umuhimu sana wa mabosi kufata ratiba dada akiwa na ratiba japo kuna ratiba ambayo huwa inaingiliana katikati, lakini siwe nyingi ikamchosha dada, lakini iwepo. Zile kizi ni zipi? Kwamba akiamka asubuhi anajua na kile ana iki ratiba ya asubuhi inaisha, ya mchana inaisha na nyingine inafuata. Kwa hiyo kikubwa mi nachoona hapa ni ratiba, hata kitu kikija kikaingia, labda amekuja kutoa notisi ya chakula, maana kuna nyingine mpaka muda unaenda anakuwa hajafikiria labda kitu gani ale. Mabosi wa hivyo wapo pia na, na ni wateja wetu kama Wadada Center. Kwa hiyo mabosi wote hawawezi wakafanana. Kuna mwingine anaweza akatoa ratiba ya siku nzima, lakini kuna mwingine ataitoa ratiba yake nusu. Kwa hiyo wewe kama dada ni kujiongeza kuanza kuangalia kwenye nyumba hii, ni chakula gani huwa kinapendwa mara kwa mara, ni chakula fulani. Kwa hiyo unaweza ukawa umefanya maandalizi yako ya awali ili kuweza kusave time kwamba maandalizi ya awali yamefanyika, ratiba yako nyingine ya usafi, kila kitu kimefanyika. Upande wa chakula ndio inaonekana ni changamoto. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo vinapendwa na familia viweke standby, ili akikwambia sasa hivi andaa kitu fulani au uanze ku kuyeyusha nyama uanze kutafuta nyanya zilipo uanze kwenda sokoni, maana anaweza kukuambia hivyo vitu, kumbe saa nyingine hivyo vitu havipo. Kwa ili kurahisisha, ili kuweza kama Wadada Center kituo ku, kuwahudumia wa, wa mabosi wote, kwa sababu wote hawezi wakafanana. Bosi wa hivyo pia na yeye inabidi apate huduma. Kwa hiyo kama akipatikana bosi wa hivyo na dada ameenda kule tengeneza vitu vitu vyako vya mwanzo viwepo, kwamba akisema kitu fulani unajua kwamba mchele wako upo, akisema mboga fulani unajua labda mboga umeshaiyeyusha, akisema kitu fulani yani vitu at least uwe huwe na standby vitu ili in case of anything usiweze kupata changamoto na ikakufanya uchelewe kumaliza majukumu yako. Kwa hiyo lengo kubwa ni kurahisisha ile kazi yako. Na wewe dada unaweza ukamrahisishia bosi. Bosi kwake anaweza kaona sio changamoto, lakini wewe utakavyokuwa una address na mnaiongelea, mnaweza mkakaa kwa pamoja mkasevu, kwa sababu mwisho wa mwisho wote mnataka mkamilishe jambo liende. Wewe ufanye kazi yako vizuri, na yeye pia umwandalie kitu chake au ufanyie majukumu yake kama alivyotaka. Asante. Sasa yes, jamani yeah. Yeah. Pigeni. Boss ameongea point nzuri na ndio ambayo nilikuwa najaribu kuitoa pale mm, kwamba vitu vingine vinavyojulikana basi hivyo vikae kwenye ratiba, ambavyo ndo vinabadilika kila siku viwe standby. Ila angalizo tu ni kwamba dada, isije ikawa ndo ikawa ndo vurugu, kwa sababu unacheleweshewa kupewa majukumu ukaanza kuleta ujeuri au kiburi, lakini na mwajiri Angalizo ni kwamba kama umemcheleweshia dada kumpa hizo hayo maelekezo ukubali, atachelewa. Kwa hiyo huwezi ukachelewesha afta na urudi sema mbona watoto wanakula usiku I, yani haiwezi ya lazima kimoja ki, ki, ki, kiwe sawa, so lazima ukubaliane na hiyo hali. Kwa hiyo, kwa dada, msome bosi wako, then fanye, andaa mazingira mengine. Asante madam.